Mambo vipi mwana SNS, bila shaka umzima wa afya, karibu tena simulizi na sauti. Tukienda huko bara la Ulaya, msuguano mkali sana umeendelea na mvutano mkali baina ya mataifa ya umoja wa Ulaya EU pamoja na Marekani. Mvutano huo unatokana na msimamo wa Marekani kufuatia vita vya Urusi na Ukraine, ambapo Marekani imesisitiza kwamba lazima inakaa chini na Urusi na pamoja na Ukraine, lakini eh kwanza yenyewe itakaa chini na Urusi kwa sababu Urusi ndiyo ambaye ana maamuzi makubwa zaidi ya kusitisha vita, na ndiyo imempa nafasi kubwa sana katika mazungumzo. Baada ya hapo, imekuwa ya mbioni katika kufanya mazungumzo na Ukraine ambapo rais Volodymyr Zelensky tunaona tayari ameenda Saudi Arabia huko, lakini pia inasemwa kwamba wawakilishi wa diplomasia wa Ukraine watafanya mazungumzo na timu ya diplomasia ya Marekani kuhusiana na swala hilo. Lakini zaidi nafasi ambayo alipewa Urusi na msimamo wa Rais Donald Trump kwa mwenendo mzima wa vita ndio ambao umewakasirisha nchi za Ulaya. Sasa kilichotokea ni kwamba nchini Ujerumani, watunga sera wa nchi ya Ujerumani na baadhi ya viongozi mbalimbali mbali, wameibua hofu, wameibua mashaka na kusema kwamba kuna uwezekano ambapo inaonyesha kwamba pengine ndege za Marekani hasa hizi F35 zitakuwa zimewezeshwa kuwa na switch maalum ya kuzizima pindi tu Marekani atakapoamua kufanya hivyo, ambapo switch hiyo maalumu inaitwa kwa kill switch. Kwa hiyo ukawa umezuka wasiwasi kwamba Eh, Marekani katika silaha zake nyingi, sio tu ndege anazouza nje, huwa anaweza wa kuzizuia pale ambapo hahitaji mtu aweze ziweze kutumika. Na kuna kipindi pia Marekani iliweza kutishia kwamba inaweza ikaizimia Ukraine mtandao, hasa katika hii mivutano, ule mtandao wa internet wa Starlink eh, pamoja na uwezo wa kuweza kutumia zile silaha za masafa marefu. Sasa hii ndo ikazidi kuibua wasiwasi kwamba pengine Marekani ana uwezo wa kuzuia pale silaha zake muda tu na kipindi chochote ambacho anaweza akaona kwamba yeye hahitaji. Na pia kumekopa, kuna tatizo la Marekani kuweka vikwazo kwa nchi ambazo zinanunua ndege zake, na hiyo imekopo kwa miaka mingi sana. Mfano mwaka elfu mbili na ishirini waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Mahathir Muhammad, -Muhammad yeye alisema kwamba ndege za F-F18 za Malaysia haziwezi kutumiwa kushambulia nchi yoyote nyingine bila idhini ya Marekani. Ina maana lazima Marekani ya kuruhusu, lazima ajue hizo ndege ziko wapi, zinafanya nini. Pasina hiyo yeye kuuridhia, huwezi ukazitumia na unawezaji usizitumie. Ndo katika hali kama hii kwamba wao wana uwezo wa kudizidishebo muda wote. Sasa hali hii pia imeleta mishtuko kadhaa, na sio tu Ujerumani, mataifa yote, inamaanisha EU nzima, kwamba ina, imehisi kwamba endapo utakinzana na Marekani basi lazima kuna namna, jeshi zima la anga la EU litaathiriwa kwa sababu wote wanategemea ndege za Marekani, lakini watafanya nini? Kwa sababu the most advanced fighter jets ambazo ni five generation ndege ambazo zina e, tunasema za kizazi cha tano zenye teknolojia kubwa sana, ndo hizo F-35 ambazo anazo Marekani tofauti na hapo anazo Mchina, tofauti na hapo anazo Mrusi, lakini Ulaya haiwezi kanunua kwao wawili, lazima tuitabakie na mtegemea Marekani kwa ajili ya ndege hizo ambazo ni muhimu kwa ajili ya mapigano ya vita. Lakini wasiwasi ndo umezuka, umezuka huo na huko nchini Ujerumani ikaibuka, ikaibuka sasa hoja kwamba je, tuendelee ku waendelee kununua. Tayari Ujerumani wamekupwa na mkataba wa dola bilioni na tisa tayari eh, Ujerumani wamekopo na mkataba wa manunuzi wa ndege ambazo zilinunuliwa za F35 wa dola bilioni tisa eh, na hivyo kujiuliza, je, waendelee zaidi huku mbeleni kununua ndege zaidi kwa Wamarekani. Lakini riski yake ndiyo hiyo, kwamba ndege zake kweli ni bora, lakini je, kwa hii mivutano ambayo inayozuka, vipi kama siku akija kutokea mambo ya kutokea itakuwaje? Kwa hiyo hii pia inaonyesha ni kiasi gani Ulaya imeshukwa vibaya na nchi ya Marekani na haina uwezo wa kujikwamua vyovyote, kwa sababu kila kitu, silaha na mipango yote inakuwa inamtegemea ama inalitegemea taifa la Marekani. Kwa hiyo huo ndio